Mambo ambayo yanaleta ta fulani katika ulimwengu wa Kikristo ni kuhusu swala la ubatizo, kwamba tubatize kwa jina gani? A, kuna upande wa wanaosema wabatize kwa jina la Baba, Mwana na Mtakatifu, lakini kuna wale ambao wanasema wabatize kwa jina la Yesu. Ninaomba tuweze kuchukua tu mafungu mawili, alafu tuingie moja kwa moja kwamba ni jina lipi au ni ipi ambacho ni sahihi. Kumbuke kwamba hatubishani kuhusiana na kuzamisha, maana kubatiza ni kuzamisha image image. Lakini tunapokuja kwenye utata sasa ni hasa ni kwenye jina gani litumike wakati wa ubatizo, kwenye mtaji wa jina. Naomba tuanze na kitabu kwanza cha kwanza ambacho Yesu mwenyewe ndiyo alizungumza, katika kitabu cha Matayo. ni kuna kisoma tu Alafu baadaye tuchukue fungu moja katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tuone kama kuna watu ambao bado hawajajua pande wa pili. Basi watajua hapa, Mathayo 28, tukianzia mstari wa kumi na nane na kumi na tisa. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu kwa hiyo yesu aliagiza hivi hili ndio andiko linavyoandikwa lakini katika kitabu cha matendo tuchukue tu kama nilivyosema andiko moja katika kitabu cha matendo sura ya pili mstari wa thelathini na nane nasema petro akamwambia tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina lake kristo ya yesu kristo mpate ondoleo la na dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha roho mtakatifu Ha, hapa inaonekana kama majina yaliyotumika ni tofauti. Kuna hili linalotolewa na Yesu ya kwamba ukabatize kwa jina la Baba, mwana na roho mtakatifu, lakini kuna hili ambalo lipo hapa linasema ukabatizwe, uh, kwa jina la Yesu Kristo. Au kuna utofauti? Sasa kiukweli hapa hakuna utofauti wowote. Sasa unisikilize kwa makini. Petro anapoambia wakabatizwe kwa jina la Yesu Kristo haikuwa na maana ya mtaji wa jina kwamba wakienda katika kisima wakienda katika mto basi watataja jina. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia katika kitabu hiki cha matendo ya mitume, hata katika sura ya nne na ya tano, utakuja kukuta kwamba jina la Yesu lilikuwa likipiganiwa sana na Wayahudi, walikuwa wakikataa wasiitaje jina la Yesu. Sasa wanapowaambia nendeni, mkabatizwe kwa jina la Yesu, mbatizwe kama Yesu alivyosema utatoa ushahidi tu kidogo hapa. Kwa hiyo walibatiza kwa ubatizo ule ule wa Yesu. Wapo wengine ambao wanasema sisi tunamfata agizo la Yesu, atufuati agizo la mitume, ndio maana hatubatizi kwa jina la Yesu. Hamna, mtume wenyewe haukubatiza kwa mtajo wa jina la Yesu? Hapana, ubatizo sahihi ni wa Yesu aliyosema. Na kuna baadhi wanaosema hili Fungu limeongezwa na kadhalika, lakini hamna. Tutakuja kuangalia ya kwamba ni vile vilevile, n yani walichokisema Yesu ndicho walichokwenda kukifanya. Sikiliza kwa makini sasa. Tukiangalia hapa, wanasema mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu. Tukiangalia hapa katika sura ya nne na tano ambavyo tume, tume, tumesema walikatazwa wasitaje tena kwa jina hili la Yesu, lakini wakasema wao wata, watamtii wata, wata Mungu kuliko wanadamu, hawawezi kuacha kulitaja. Maana yake wabatize wa, wa, wa, wa, wa kama Yesu alivyoagiza. Tunaenda kwenye kitabu kimoja hapa inaitwa Samuel mara moja, ili nikuonyeshe kilikuwa ni hichi ninachokimaanisha katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 25, tuchukulie mfano alafu uone ya kwamba kwa nini mitume wali wameandikwa nikana kwamba walibatiza kwa jina la Yesu mantiki hasa ni nini? Uh, katika kitabu hiki sura tusome, tuanzie mstari wa 4. Kuna vijana Daudi alituma alivyowatuma, anasema sasa, basi Daudi akasikia huko nyikani yakuwa na bali alikuwa katika kuwakata manyoya kondoo zake. Daudi akatuma vijana kumi, Daudi naye akawaambia hao vijana, kweni mwende Karmel na kuendea huyo Nabali ili nisalimie na hivi ndivyo mtakavyomwambia. Sasa sikiliza, Daudi anawaambia vijana hawa kumi ya kwamba hivi ndivyo mtakavyomwambia aje Ajim, asema uh, huyu aishie salama, amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwao ulio nao nami. Sasa nimesikia ya kuwa una watu wanaokata manyoya kondoo zako, haya wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi wala hatukuwadhuru wala kukosa kitu wakati wote waliokuwako huko Karmeli. Kumbuka, haya ni maneno yote ambayo Daudi anayasema, anawaambia vijana kumi wao waende wakawaambie Nabali. Haya, waulize vijana wako, nao watakuambia, basi na wakubaliwe bas, vijana hawa machoni pako, maana tumekujia katika siku ya heri, uwape na kusihi chochote kilicho uh, kitakacho kujilia mkononi wape watumwa wako na mwanao Daudi. Sasa angalia hapa, haya maneno yote bado Daudi anasema. Lakini basi walipofika vijana wake Daudi, wapo baada ya kuwa wametumwa, wakaenda sasa kwa Nabali. Walipofika kwa Nabali habari inasema hivi, wakamwambia Nabali sawasawa sawa na maneno yote Hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. Kwa hiyo vijana hawa wameenda kwa Nabari, wakamwambia maneno yote kwa jina la Daudi. Ni kama ni maana yake ni nini? Hawakufika wakasema kwa jina la Daudi then wakakaa kimya, walisema kama yale yote yaliyosemwa kuanzia mstari wa sita mpaka huu wa nane. Kwa hiyo maneno yote wakayasema, lakini kwa jina la Daudi. Wanapoenda mitume kubatiza, wanabatiza kwa jina la Yesu, yaani kama Yesu alivyowaelekeza. Kwa hivyo walibatiza kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo 28:19. Tutatoa ushahidi sasa katika roho ya nabii, tuone walitumia jina gani. Je, walitumia jina gani? Sasa uh, hapo nafikiri kwa Biblia, ikiwa kuna Wakristo ambao hawa si wa Kristo, hawan, nisi wa Adventista, basi wamekusha kuelewa mpaka hapo ya kwamba ubatizo ulikuwa ni wa namna moja tu. Kwa nini? Kwa nini? kwa sababu hebu angalia katika kitabu cha ni kweli katika ubatizo tuna ishara kubwa ni kwa Yesu, lakini ubatizo unashirikishwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio unaona, katika kitabu cha Mathayo, wakati anabatizwa Yesu mwenyewe, kulikuwa kuna ushirika wa hizi wa hizi sehemu tatu. Kumbuka kusema na kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si utatu trinity, hapana, ila ni ushirika wa Baba, Mwana katika Roho, anasema Naye alipokuja kubatizwa Yesu, sasa katika Mathayo 3:16 a mara akapanda kutoka majini, natazama mbingu zikamfunukia, akamuona roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake, natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hiyo baba kaongea, ndio Yesu anasema nendeni mkiwabatiza, kuwepo na baba mwana, ambaye ni Yesu mwenyewe kama alivyobatizwa, lakini pia na roho mtakatifu haya tunaenda katika na bima maana katika biblia tumekamilisha kwanza naomba tuanze na kitabu kinaitwa manuscript ya kumi na saba hii inatuonesha wao walibatizaji walitaja jina gani na ilikuwa ina maana gani kusema in his name kwa jina la yesu ilikuwa ina maana gani? tutasoma nukuu mbili na katika hizi nukuu ndizo zitatueleza hasa ubatizo unatakiwa uwe vipi na hili ni kati ambavyo yanawatenganisha sana hata wana matengenezo na baadhi ya makanisa ya kirifo asema hivi katika hiyo manuscript kumi na ukurasa wa mia nitasoma na ya kwanza nitasoma having ya kwanza as the savior of the world baada ya baada kumkubali kristo kama mwokozi wa ulimwengu the, the disciples were changed to prove before men their claim by presenting in their lives a beauty And the purity of his character. Hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa wana jukumu la kuweza kubadilika na kuwaonesha au kuhakikishia watu ya kwamba wanamwakilisha wana, wana uh, Yesu katika utakatifu au katika uzuri. They had been called to repent, to repent in had been baptized in his name. Kumbe hawa mitume walibatizwa kwa jina la Yesu, hawa wanafunzi walibatizwa kwa jina la Yesu. Hiyo nukuu imesema hapo. Sasa maana yake ni nini? Tunaendelea na nukuu inasema, in his name they were to call others to repentance. Kwa jina lake kama ambavyo tumesoma katika uh, Matendo mbili thelathini na nane kwa jina lake. Sasa Yesu wanatakiwa walitakiwa kuwaita wengine kwa toba and all who would accept the offer of forgiveness were to be baptized. Sasa sikiliza, wale wote kumbuka, mitume hawa uh, wanafunzi wamemkubali Yesu, wamekubali wakabatizwa kwa jina lake. Sasa wale wote ambao walifuatwa na wakaambiwa tubuni, tubuni, waliokubali ile ofa ya kutubu walifanyeje? were to be baptized in the name of the father Of the Son and the holy spirit. Kumbe walibatizwa kwa jina la baba la mwana na la Roho Mtakatifu. Utaenda kusoma pia kwa wakati wao katika testimony to the ministers ukurasa wa sitini na tano utaona pia hapo kwamba ili si kwamba uh, kama kanisa bado tuna kubali kitabu cha Mathayo ishirini na nane kumi na tisa bado ni agizo kabisa ambalo bado liko, liko clear, lakini anamalizia kwa kusema by the ordinance believers To be admitted to the church fellowship. Kwa hiyo kwa kubatizwa kwa jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu hao wanafunzi walikubaliwa katika ushirika wa kanisa. Kwa hiyo, kumbe hakuna aliyekuwa akikubaliwa katika ushirika wa kanisa pasina kubatizwa kwa jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbuka hili ni jina la sehemu tatu. Tutasoma nukuu nyingine hapo, hizi mbili tumalize, afu uone nukuu katika testimonies. Tunasoma nukuu ya pili, alafu tunasoma nukuu ya pili katika kitabu cha Early Lightings, maandiko ya awali ukurasa wa mia, paragrafu ya pili. Nitasoma hii haraka, usikize. Niliona kwamba mlango huu ambao adui huingia na kufadhaisha na kutatanisha kundi wanaweza kufungwa. Uh, waweza kufungwa. Niliuliza malaika, namna gani waweza kufungwa? Akasema, kanisa lazima likimbilie kwenye neno la Mungu na kuimarika juu ya utaratibu wa injili ambao umepuuzwa na kuachwa kwa muda mrefu. Hii ni Kiswahili kabisa, haihitaji hata kuweza kutafsiri sana. Hii ni sharti muhimu ili kuunganisha kanisa katika umoja wa imani. Niliona kwamba katika siku za mitume kanisa lilikuwa katika hatari ya kudanganywa na kupotoshwa na waalimu wa uongo. Kwa hiyo, ndugu waliwachagua watu waliokuwa watoe ushahidi wa kutosha wa kuongoza vizuri familia zao na kutunza utaratibu katika familia zao wenyewe na ambao wangeweza kuangazia wale waliokuwa gizani. Sikiliza sasa, hapa point ndio inakuja hapa, hapa. Walimuuliza Mungu kuhusu watu hawa na kisha, kama kanisa lilivyokusudia, wana Roho Mtakatifu walitengwa kwa kuwekewa mikono, alafu baada ya kupokea utume kutoka kwa Mungu na kupata ukubali wa kanisa, walienda wakibatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na kuwahudumia watu wa nyumba ya Mungu, ya Bwana mara kwa mara. Kwa hiyo kumbe tayari hawa mitume kwa mujibu wa, wa, wa, wa, wa nukuu tumekusha kuelezwa ya kwamba kumbe walienda wakaba, wakibatiza kwa jina la nani? kwa jina la Baba, mwana na roho Mtakatifu. Nafikiri tumekusha kueleza kwa nini au nini maana ya kusema kwamba uh, wakabatiza kwa jina la Yesu. Hiyo tumekusha kutoka hapo hapo, tumekusha kutoka, tumekusha kutoka. Sasa ngoja tusome hapa tusome hapa nukuu nyingine katika testimonies to the churches gombo la sita ukurasa wa tisini na moja ngoja nikusomea hapo leo inatakiwa iwe namna gani leo inatakiwa iwe namna gani watu hawabatizwe namna gani kumbuka tumesema na andiko lilivyosema wakabatize si kwa majina hiyo ni kitu ukumbuke pia si kwamba nendeni mkabatize kwa majina jina la Baba na jina la Mwana, jina uh -uh. ni jina lenye sehemu tatu, jina lenye sehemu tatu. Tunaenda hapo katika nukuu, katika nukuu, ili tuweze kuhakikisha kwamba tupo katika mlango ulio sahihi, kama misingi ya mitume. Na ndio watu wakiitwa wana matengenezo, maana yake lazima warudi katika misingi, sio kujenga msingi mwingine ambao haukuwepo Ubatizo wa mtaji wa jina la Yesu Kristo haukuwepo. Kanisa mwanzoni halikuwa likibatiza hivyo, hata mitume hawakubatiza hivyo kwa mujibu wa vile tumeona hapo, kwa ushahidi wa maandiko haya. Tunasoma hapo haya ubatizo. Hii ni testimony to the churches uh, volume 6 ukurasa wa 91 paragrafu ya 3, nasema ubatizo ni kukana katika kabisa ulimwengu wale wanaobatizwa katika jina lenye sehemu tatu. Unaona sasa, eh wale wanaobatizwa katika jina lenye sehemu tatu la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwenye mlango wa kuingia kabisa wa maisha yao ya Kikristo wanatangaza hadharani ya kwamba wameacha utumishi wa shetani na wamekuwa washirika wa familia ya kifalme, watoto wa Mungu. Kwa hiyo watu ambao watakuwa wamebatizwa katika jina lenye sehemu tatu hilo ndilo ambalo litasababisha waingizwe katika ushirika wa kanisa, ndio ubatizo halali. Kwa hiyo mitume walibatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ila waliambiwa wao, iliandikwa katika kitabu cha Matendo ya kwamba wao waliambiwa watu wabatizwe kama Yesu alivyoagiza. Kumbuka, katika kitabu cha Matendo ya Mitume kulikuwa kuna batizo, kuna ubatizo pia wa Yohana ambao katika ubatizo wa Yohana wale waliobatizwa ubatizo wa Yohana iliwabidi wawekewe mikono ili kupata Roho Mtakatifu. Lakini ubatizo kama Yesu alivyoagiza mtu anabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ila anapata Roho Mtakatifu baada ya ubatizo. Ndiyo maana halisi ya mafungo.